ulia hapo hapo ni kuombe. Inua imani yako kwa Mungu, yote anawezekana. Hakuna neno gumu la kumshinda Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu anakujua vizuri, anajua mawazo yako, anajua kutoka na kuingia kwako, anajua madhaifu na changamoto anazopitia. Mungu anakuelewa vizuri, anataka umkaribie, anasema nikaribieni mimi. ukimkaribia Mungu utamwona, ukimsogelea Mungu utaona matendo makuu yakitendeka katika maisha yako. Punguza fikra zako, kuwaza kufikiria mambo ambayo unahisi kabisa kwamba uwezi kujipa majibu mwenyewe. Mkabidhi Bwana, mtegemee Mungu katika mambo yako yote. Amelaniwa mtu yule amtegemeae mwanadamu kumfanya kwa kinga na ngao na maoni mwake, amemwacha Mungu. Unamhitaji Mungu. Mungu akiwa karibu na wewe, utapata ushindi, utapata ujasiri, utapata nguvu, utapata amani na utaweza kupata ushindi kwenye kila jambo ambalo ulikuwa unategemea Mungu akusaidie. Mtegemee Mungu kwa akili zako zote, yani akili zako zote, asilimia zote za ufahamu wako, maarifa yako na nguvu zako, mtumaini na kumtegemea Mungu. Punguza mawazo, punguza kuwategemea wanadamu Funguza kuamini wanadamu kwa asilimia zote, mwamini Mungu, simama. Sima na Mungu, Mungu ndo anaweza kukuinulia watu. Mungu aweza kakuvusha mahali yapo kwa muujiza. Mungu aweza kutumia mtu mmoja tu kuyavusha maisha yako na kubadilisha historia yako kabisa. Wanadamu wanaweza kutuumiza, wanadamu wanaweza kututonesha madonda yetu, lakini Mungu anaweza kutumia wanadamu hao kujibu mahitaji yetu na kutufanya tupokee furaha ambayo tulipoteza kwa muda mrefu wa Filipi sura ya 4 ukianzia mstari wa 4 na kuendelea. furahini katika Bwana siku zote My God. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Anasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. haja moyo wako ijulikane na Mungu. Haja ya moyo wako ijulikane na Mungu. Haja ya moyo wako ijulikane na Mungu. Mstari wa saba na amani ya mungu ipitayo akili zote. Kuna amani ya Mungu inayopita akili za binadamu. Yaani, unaweza ukawatafuta wenye hekima, ukawatafuta watu wenye ufahamu uh, watu wa saikolojia, ukasema wanishauri. Wanaweza kukushauri wanaweza kukufariji, lakini hekima zao haziwezi kulingana na hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu imepita mawazo ya kibinadamu. Hekima ya Mungu ikishuka juu yako ikikupa jibu la tatizo lako unapata utatuzi wa kudumu. Hautarudirudi tena hapo, hautaangaika tena hapo. Na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu akupe amani, amani inayopita mawazo ya kibinadamu amani inayopita fedha ambayo unahitaji, amani inayopita ndoa unayohitaji, amani inayopita hicho unachokitamani kwa wakati huu ukipate, amani inayopita huo uponyaji ambao unatamani, Mungu akuonekanie. Yani kuna amani ambayo Mungu akikupa inakuwa ni juu ya vyote. Iyo amani ingie ndani yako, ipokee hiyo amani kwa jina la Yesu. Pokea amani kwa jina la Yesu. Uchungu, maumivu, mapito na kucheleweshwa kusiwe kwako. Amani ya Kristo ikae ndani ya moyo wako. Amani ya Kristo iongezeke ndani yako, ikupe ujasiri, ikupe nguvu, ikuwezeshe katika jina la Yesu. Wafilipi nne mstari wa kumi na tatu anasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Oh, haleluya! Nayaweza mambo yote, mambo yote. Hayajasema kwamba anaweza mambo fulani fulani tu, mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Tunaweza mambo yote, tunaweza kushinda tunaweza kuvuka tunaweza kupita mahali ambapo wengine walishindwa. Tunaweza kuvuka mahali wengine ambapo walikuwa waoni mpenyo. Tunaweza kushinda mahali ambapo wengine wameshindwa. Mungu akiwa upande wetu, Mungu akiwa pamoja nasi. Tumia kitabu cha Wafilipi sura ya nne, ina mambo makubwa ya kukutia nguvu, ina mambo makubwa ya kuinua imani yako. Kabla ya sija kuombea, unaona imani yako inaweza kupanda, unaona vile Mungu anavyokupenda, unaona vile anavyokuazia Mungu mema. Wenda umekataliwa, wenda umetamkiwa maneno mabaya, Mungu anakupenda, alafu wewe ni wa thamani pale ambapo umeshindwa utaenda kupata majibu na kuinuka tena. Pale ambapo ulikuwa unaona kwamba hapa, sijui mwisho wangu ni hapa, utashangaa neema ya Mungu ya ajabu inakusaidia. Utakuta malaika wanatokea mahali ambapo hujui, wanakusaidia. Hautaishia hapo, hautakwamia hapo, hautabaki hapo. Mtumaini tu Mungu kwa akili zako, mtegemee tu Mungu. Fikra zako zitiishe, mawazo yako yatiishe. Usisikilize sana habari za kushindwa, usisikilize sana habari za matatizo, hayo yana nguvu kiasi gani, yanatesa kiasi gani? Sikiliza neno la Mungu, sikiliza Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Neno la Mungu ni la thamani kuliko hicho ambacho napitia Wanadamu wanaweza katengeneza klipu mbalimbali za kuonyesha ukubwa wa tatizo lako za kuonyesha vile tatizo linavyoweza kukumaliza, lakini liko neno la imani siku ya leo ya kwamba Mungu anayaweza hayo yote ambayo wanadamu wanaonyesha kwamba hilo jambo lina ukubwa, linatishia, linaweza kukuharibia, linaweza likakufunga. Mungu atakusaidia, Mungu atakutetea, Mungu atakuwa mlinzi wako, atakuwa msaada wako kwa jina la Yesu. Haitakiwi kukatia tamaa hapo, haitakiwi kuona kwamba hapa ndio mwisho, haitakiwi haitakiwi haitakiwi kupata uzito wote, haitakiwi, haitakiwi kukwama mahali popote, maana mungu atakusaidia, maana mungu atakutetea, maana mungu atakupigania, maana mungu atakupa nguvu, mungu atakuwezesha. Kitabu cha Wakorinto wa pili Wakorinto Korinto wa pili wa wa sura kumi mstari wa tano e, Biblia anasema kwamba tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinuacho kinachojiinua kinachoinuka kujiinua juu ya elimu ya Mungu. Kwa kuna wakati vinaweza vikainuka vitu vinavyoweza kukatia tamaa, wanaweza wakainuka waalimu, wanaweza wakainuka watu ambao ni washawishi wakubwa kwenye mitandao ya kijamii, ni washawishi wakubwa kwenye mambo mbalimbali, wana majina makubwa akakutisha. Lakini Biblia inasema kwamba kila kitakachoinuka kwenye elimu ya Mungu, kila kitakachoinuka kwenye mambo ya Mungu, hiyo fikra lazima tuiteke nyara ipate kumtii Kristo. Kila fikra ambayo imeinuka kwako kwamba mimi nimechelewa, sijui kama Mungu ataniona. Miaka imeenda, muda umeenda. Wengine wanasema kwa umri huo huko kwenye wakati fulani, kwa Mungu hakuna kuchelewa. Ikiwa ni majira ya Mungu, ni majira sahihi. Ikiwa ni wakati wa Mungu, ni wakati sahihi. Thamini na nyakati za Mungu kwa sababu ni nyakati za majira yake. Kila mmoja Mungu alimwandikia atazaliwa tarehe fulani. Huenda mama yako alipitia wakati mgumu, changamoto ngumu, lakini ilifika tarehe ambayo Mungu alisema utazaliwa, ulizaliwa. Na kuna baraka yako siku uliozaliwa, kuna malaika wako siku uliozaliwa, kuna neema yako siku uliozaliwa, na kuunganisha na neema ambayo Mungu alikukusudia. Kila mpango wa shetani, kila fikra ambayo imeinuka ndani yako ikuachie. Kila fikra potofu, kila waalimu potofu ambao wamekukatia tamaa kila roho potofu ambayo imekuvaa ikuachie kwa jina la Yesu. Nataka ni kuombee sasa, anza kuomba pamoja nami. Baba, kwa jina la Yesu, mtu huyu amenipa dakika chache nimwombee. Naomba Bwana, kwa imani hii ambayo nimeinua ndani yake ya kumwonyesha kwamba Mungu nampenda kuliko vile anavyojiwazia, ya kumwonyesha kwamba yeye ni wa thamani kuliko yale ambayo ameyakosea. Mwingine anajihukumu ndani ya moyo wake ya kwamba ni mwenye dhambi, amekukosea sana, lakini huko Mungu nayefuta makosa kwa ajili yako mwenyewe rasi ya dayano. Kumbe Mungu nayafuta makosa yetu kwa ajili yako mwenyewe, wala si kwa sababu ya juhudi zetu wa sababu si tunajua kuomba vizuri, lakini Mungu ukiamua kumsamehe mtu namsamehe nanasahau. Baba, ninaomba mtakase mtu huyu kwa kila madhaifu na mapungufu ya kibinadamu, mpe neema nyingine, mfungue mali ambapo adui alikuwa ametangaza kwamba ameshinda, ya kwamba ni mali yake, nami natoa umiliki huo. Nateka kila fikra ilikuwa namhubilia kichwani kwake, naondoa hizo fikra potofu, naondoa oroa kukatiswa tamaa. Kuna mtu kasema, nilipokuwa naomba yanakuwa na magumu ndo na vita, nainuka nimeacha atakuoma nataka nikuambia kwamba bado kidogo tu, endelea kuomba. Maana tangu umemwamini Kristo maanake, katika ulimwengu wa roho kuna vita inaendelea. Hakuna jambo inapatikana kirahisi kwa sababu sisi sio si wa mambo ya giza, ni watu wa nuruni. Nasi tumetoka katika giza hilo, tunahitaji tung'ae mahali ambapo palikuwa pana giza. Mahali popote nuru inapotokea basi inafichua vilivyomo, sirini vinaanza kuonekana. Huenda hiyo vita ilikuwepo lakini ilijificha kwa sababu ulikuwa gizani, lakini nuru inapoinuka inakuambia vita inayoendelea ni hii. Maanake usikate tamaa katika usivunjike moyo katika hayo manake, usiishie hapo, usione kwamba Mungu akuangalii, Mungu ayaoni maombi yako, Mungu aoni kile unachokitaka. Mungu yuko pamoja na wewe. Kama unasikia ndani yako kuna roho chafu imekuvaa roho ya kukutenga na upendo wa Mungu, jitahidi kuikataa ikatae. Hilo wazo la giza linalonuka kichwani kwako likuachie, iyo roho ya kukata tamaa, bora tu niangukie popote ili niweze kufanyikiwa kwenye jambo fulani, na kufungua hiyo mawazo ikuachie, hiyo roho chafu ikuachie, na kutamkia ufungulivu kwenye kila eneo wale mnaohitaji ndoa pokea ndoa. Wale mnaohitaji kazi pokea kazi kwa jina la Yesu. Mnaohitaji uh, ushindi kwenye mambo yenu mbalimbali, mungu akupe ushindi. Unahitaji uponyaji wa watoto wako, mungu awakumbuke watoto wako. Wale mnaosoma, mungu awafungue wa kwa jina la Yesu. Natamka ufungulivu, pokea neema. Wale wenye roho ya kukataliwa na kuzuiliwa, mungu akupe kibali, pokea kibali na ushindi, ukafanyikiwe na ukashinde kwenye mambo yako yote. Mungu akutetee, wa malaika wazamu wawe pamoja na wewe. Wale wenye ukame wa kuomba wale ambao hata kwenye mambo ya ibada mmekuwa na uzito, ewe pepo la uzito Toka kwa jina la Yesu, roho ya chafu, roho ya majini, mapepo toka, hauna mamlaka juu ya mtu huyu, hauna mamlaka juu ya mawazo yake, na kuamuru shindwa kwa jina la Yesu. Wengine wamefungiwa uchumi, nafungua milango yako ya uchumi, milango yako ya fedha, watu wako ambao Mungu amewandaa wa kwako wakutanishwe na wewe, watu sahihi kwenye maisha yako, Mungu akutanishe nao. Pokea neema ya ufungulifu, pokea wepesi, pokea nuru, pokea ushindi mahali ulipokata tamaa kwa magonjwa, ayo magonjwa na amuru ya kuachie huo udhaifu, kuachie roho ya chie, chie, magonjwa kwenye familia, roho ya aibu kwenye familia Toka mikosi na laana, toka kwa jina la Yesu. Tunapiga kila fikra mbaya, napiga kila mawazo mabaya ambayo amekuwazia, yaliyoinuka juu yako, yakuachie. Kila maadui yanayoinuka kwako ili kukupiga vita, kila watesi waliosimama kuangalia aibu yako, na amuru kila mtego wao urudi kwao wenyewe, kila walichokitega juu yako kikawarudia wenyewe, katika jina la Yesu. Na kutamkia ufungulivu, pokea neema Pokea ushindi, pokea ufungulivu katika jina la Yesu, maana imeandikwa, tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu, yeye anayetupenda. Kila roho ya kukatisha tamaa, kukwambia ufai una maana, naiondoa toka. Mawazo machafu toweka, kila fikra mbaya katika jina la Yesu. Mungu akupe wepesi, Mungu akupe nguvu, inuka tena, inawezekana. Neema ya Mungu iko pamoja na wewe, haijalishi nyakati gani unapitia. Mungu anakupenda. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa wa huduma ya maombi ni dawa, maombi tiba. Naamini kwamba Mungu amekuhudumia hakika. Maombi haya yataenda kufanyika kwa baraka kwako, yarudirudie, yatainua imani yako, mtu mingine, aa, na mtu mwingine ataweza kuvuka kwenye nyakati anayopitia. Unasikia msukumo ndani ya moyo wako na amani ya ufungulivu, unatamani kujiambatanisha au kusindikiza maombi yako haya muhimu. Hii ni ibada kamili ilikuwa nyumbani kwako. Hii siyo, uh, AI kwamba imetengenezwa sauti, alafu imeeditiwa. Hii ni nguvu ya Mungu kamili yaani ni, ni ibada kamili hii, sio vitu vya kutengeneza. Huyu ni Mungu zaidi anafungua, ni Mungu zaidi anatenda. Kumekuwa na vitu vingi kwenye mtandao, lakini hii ni sauti kabisa ya Mungu nyumbani kwako. Ni sauti ya Mungu inayopita kwenye uh, masikio yako. Ni neema ya Mungu inayokuhudumia unasikia kujiambatanisha na ibada hii ya ufungulivu kwa sadaka yako ya hiari. Karibu, sadaka ni chochote, hakuna kiwango na huduma ya maombi hairipiwi, ni bure. Ukiona mtu anakwambia kwamba inalipiwa, huduma yetu ya maombi ni dawa, maombi tiba hairipiwi. Unaweza ukaachilia sadaka yako ya hiari ikiwa umesikia amani na hiari ya kwamba umeona umefunguliwa, unasema Mungu naisinikiza maombi haya kwa sadaka yangu, basi karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Na wale ambao mnatamani mnifate kwa mitandao ya kijamii yani WhatsApp, karibu kwa namba hiyo ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako. Naamini kwamba Mungu atakubariki na, na kutendea mema. Mitandao ya kijamii, andika maombi tiba. Wale ambao mko kwenye akaunti mpya, maombi tiba, subscribe mahali hapo. Kuna huduma za maombi ni tiba na maombi, maombi, hiyo alama ya, ya kujumlisha kwenye hiyo picha ya inaonekana hapo juu, bonyeza alama ya kunifollow. Utakuwa mmoja kati wana familia wa maombi tiba, na wewe unanifuata kwa njia ya WhatsApp. Mungu akubariki. Pengine nimekutumia maombi kwenye simu yako au umeshare, kuna mtu ameshare amekutumia, basi unaweza kaingia TikTok ukasachi maombi tiba, maombi tiba itakuja pale maombi tiba, e, by Pastor Godwin Ndelwa, follow. Na kwa njia ya YouTube andika maombi tiba, ukiandika okay, maombi tiba itakuja hapo e, subscribe. Uwe mmoja kati ya wanafamilia wa maombi tiba, ili uwe mapema kupata vipindi vya kiroho. Mungu wa mbinguni akubariki uwe na...